Alianzia hapa Kigoma, alikuwa anachezea timu ya Benki, ambapo alikuwa amecheza hapo Benki. Baada ya hapo, alichaguliwa na katika timu ya mkoa wa Kigoma, akachezea e, timu ya mkoa wa Kigoma. Hivyo baada ya kucheza timu ya mkoa wa Kigoma, basi akawa amepata bahati ya timu ya Pamba ya Mwanza, ikawa imemsajili Akatoka hapo akasajiliwa na Pamba, kaitumikia Pamba kwa kipindi kwa kifupi, ndipo Simba walipoweza kumwona akiwa pale Pamba. Simba wakamsajili akaitumikia Simba, akacheza Simba pale kwa muda mrefu kidogo. Baada ya hapo aliweza kupata kusajiliwa na timu ya Mlandege ya Malindi kwenye mashindano ya CAF. No, kabla kwenda Mlandege alisajiliwa na Yanga kwenye mashindano ya CAF. Yanga walimsajili kutoka Simba, akacheza Yanga msimu mmoja pale. Baada hapo akaenda Mlandege ya Zanzibar, akacheza Mlandege kwa muda mfupi msimu mmoja. alipomaliza Mlandege pale, akawa ameenda Botswana kuchezea timu ya PTF ya Botswana alivyotoka BDF mwaka tisini na tisa tisini na tisa kwenda elfu mbili akawa amesajiliwa na Mtibwa. Na napo na, ndipo maisha yake ya soka alienda kustaafia akiwa Mtibwa. E, nje ya soka kaka yangu alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kutembelea ndugu marafiki, anapokuwa ametoka kwenye mambo yake ya mpira, anapokuja nyumbani anakuwa anaenda kwa ndugu anasalimia ndugu kujua kila mtu yupo katika anafanya nini kuwajua baadhi ya ndugu zake vitu e, kama hivyo alikuwa akijihusisha navyo sana anapokuwa so. mm. yupo nje ya soka. Huyu bwana ameugua mpaka jana, tuseme mpaka mwaka huu, ulikuwa mwaka wa kumi na nne akiwa kitandani amelala. mm. alivyolala e, kuna kipindi mimi alinipigia simu wakati anamtoa Morogoro akitaka kuja huko, jamaa wakasema mnampeleka kule baba yake anafanya kazi gani? Atakula nini? Wakamziwia. Sasa amekaa pale kama miezi mitatu akanipigia simu akaambia, utaki kuja kuniona? Kwa maana mimi hata nikifa, wala usije kunitazama kuangalia kaburi langu ikapata hela zangu nikaenda makaanaye mpaka tukafika mahala kuu ya kumrudisha huku, lakini kwa matatizo mengi sana ak, kwa kwa, yeye alikuwa na rafiki yake za Marekani kule sasa, yule alikuwa hana mawasiliano nao vizuri, kwa hiyo ilikuwa napitia hivi hela ikija, napitia hivi, zinamzunguka haifiki kamilifu. Matokeo yake hata kodi ya nyumba ikawa shida, chakula matatizo, hela niliyoenda nayo mimi sikutegemea kukaa muda ule, hela ikaisha. Namshukuru sana Joji Masato, alifanya kazi kubwa mpaka kufika kusafiri kuja huku. Namfahamu kwanza kama jirani yangu, cha kwanza hicho, lakini cha pili nimemfahamu zaidi katika ulimwengu wa soka tangu mpira akicheza timu za mtaani, akiingia timu za daraja la tatu la pili, mpaka kuingia timu za super ligi kwenda kuchezea Simba, Yanga na timu nyingine mbalimbali alizokwenda kuchezea. Kwa hiyo mimi nilimfahamu sana kwa kwa mazingira hayo na mazingira yale ambayo alikuwa akirudi rikizo kutoka kwenye mashindano akirudi Kigoma, tunamwona hapa jinsi alivyokuwa anatengeneza ratiba zake za mazoezi. Asubuhi mapema anakwenda kufanya mazoezi ya kujenga pumzi, jioni anakwenda kufanya mazoezi ya mpira na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo mimi nilimfahamu kwa mazingira ya namna hiyo, Alphonce Modest.